Mheshimiwa Rais kama unavyofahamu ibara ya nne ya katiba inataja mihimili mitatu ya dola na serikali mgawanyo wa majukumu na mipaka yake ya kutoingiliana na kudhibitiana katika utekelezaji wa majukumu yao Mili hiyo mihimili hiyo ni utendaji yani executive bunge yani legislature na mahakama yani judiciary pamoja na mengineo ibara hiyo inaelekeza kwamba vyombo vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki vitakuwa ni mahakama ya serikali ya jamhuri ya muungano na Mahakama ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kwa ajili hiyo ibara ya 107A kubwa ibara ndogo ya kwanza ya katiba inaelekeza kwamba mamlaka yenye kauli ya mwisho utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni mahakama. Kwa kuwa mahakama ni sehemu ya serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ipasavyo, mahakama hiyo inapaswa kuwa huru, isingiliwe na mihimili mingine inayounda serikali na dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Yaani, mihimili ya utendaji na bunge licha ushirikiano uliopo miongoni mwao. Ni kwa sababu hiyo ibara mia moja na saba b kubwa ya katiba inaelekeza kwamba, katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika zita kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi, huku ikiwajibika kuzingatia, kutia maanani na kutekeleza masharti yote yaliyotajwa katika ibara ya sita hadi ya kumi na moja ya katiba kama ibara ya saba ya katiba inavyoelekeza. Mheshimiwa Rais, mahakama ya Tanzania inatambua na kupongeza dhamira yako ya dhati na ya kipekee katika kudumisha kuimarisha na kuiwezesha mahakama kuendelea kuwa huru. Katika hotuba zako mbalimbali umekuwa ukisisitiza kuhusu uhuru wa mahakama na kutenda haki. Mnamo tarehe 22 Januari mwaka 2025 ulipokuwa ukihutubia katika uapisho wa majaji wanne wa mahakama ya rufani nikiwemo na mimi ulisema haya kuhusu uhuru wa mahakama na nukuu, jukumu la utoaji haki nchini kwa mujibu wa ibara ya mia moja na saba hii kubwa liko mikononi mwa muhimili wa mahakama, na kwa mujibu wa katiba yetu, muhimili huu uko uhuru, hauingiliwi na serikali. Kwa hiyo uhuru huu uendelee kutumika vizuri, mwisho wa kunukuu. Pia tarehe 27 Juni mwaka 2025 kupitia hotuba yako ya kuhitimisha shughuli za bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulieleza kuwa katika kipindi chote mahakama ilikuwa huru na kamwe serikali ya kuingilia mahakama katika kazi zake. Kadhalika, tarehe 14 Novemba mwaka 2025, ukifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliendelea kusitiza azima yako ya kuiwezesha mahakama kuendelea kuendelea ili kuwa huru kuendelea kuwa huru katika hotuba hiyo ulisema, nina nukuu, ahadi yetu ni kuwa serikali itashirikiana kwa dhati na mahakama ya Tanzania kuhakikisha haki inapatikana kwa wote na kwa watu wote na kwa wakati. Tutaendelea kuwezesha mahakama kwa majengo, vitendea kazi, watumishi pamoja na kuimarisha matumizi ya TEHAMA. Tunachukua hatua zote hizi ili muhimili huu uweze kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi. mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Rais, dhamira yako hiyo inajidhihirisha si tu kwa maneno bali pia kwa vitendo. Serikali unayoongoza imekuwa ikiipatia mahakama bajeti yake iliyoidhinishwa na Bunge kwa asilimia mia moja ili kuiwezesha kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi. Ingawa kiuhalisia bajeti hiyo haitoshelezi maitojo yote ya mahakama, tunakushukuru sana kwa kusimamia jambo hili kwa dhati. Tunaamini kuwa serikali itaendelea kuiongezea mahakama bajeti ili kutekeleza majukumu yake kikamilifu kwa kukidhi mahitaji yake uendeshaji shughuli zake za utoaji haki na masilahi ya watumishi wote wa mahakama.